A na kusalimia tena na kushukuru. Kwanza hofu asiyesi wala kujumuika na wenye dharau, bali uifurahia sheria ya Mwenyezi si Mungu na kuitafakari mchana na usiku. Hiyo ni kama mti uliopandwa eh, kando ya vijito unaozaa matunda kwa wakati wake, na majani yake hayanyauki, kila afanyalo ufanikiwa. Bwana sifiwe. y Yeah, tunaweza soma tu kidogo In English language inasema hivi: happy are those who rejected the advice of evil people who do not follow the example of sinners

do not dry up they, success, they succeed in everything they do Hallelujah. Ah, hiyo ni neno ambalo imenifurahisha sana, huwa inanifurahisha sana tena zaidi, maana Biblia imesema heri mtu asiyefuata shauri la waovu, yani mtu hasikingi advice wale watu ambaye, Bwana asifiwe, asiye siliki njia za wenye dhambi, yaani yule mtu wezi, akapelekana na wenye dhambi, maana anajua tu kama hataweza kuafuta wakuje kwa Mungu, yeye naye watamfuta. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba kama hautafuta watu kutoka kwa mabaya, we naye watakufuta. Bwana asifiwe, so you must be very careful, ili mambo yasiharibike. Bwana asifiwe, Biblia imesema kwamba, heri mtu asiyefuata shauri la waovu. Bwana asifiwe, asiyeshiriki njia za wenye dhambi, wala kujumuika na wenye dharau. Bwana asifiwe, yani yule mtu ni mtu ambaye anajiangalia sana. Bwana asifiwe na Biblia imesema heri yule mtu ambaye anaangalia asiji akaingia kwa njia mbaya, asije asije akapelekana na watu ambao ni waofu. Bwana sifiwe juu. Eh, kuna eh, eh, proverb ya kikuyu eh, maana najua bado kuna kikuyu anasikia, kuna watu aina nyingi wananisikia wakikuwa anasemanga musera na mukundu akudukaa take. Yaani ukifuata mtu uwe mwenye i tambia naye pia utakuwa watabia kama ile. Bwana asifiwe. Mzungu naye akasema nionyeshe rafiki yako nikwambie tabia zako nikwambie wewe ni nani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo e, watu wengi huangalia rafiki, wanaangalia rafiki yake ni nani wengine anasema eh, kama huyo ndiye rafiki yake, haya apo kuna sinda. Bwana sifiwe. kwa sababu gani? Kwa sababu pengine rafiki wake sio mzuri, sio mtu hata wa kuaminika, sio mtu ambaye unaweza asa kitu yako, lafu ukipata kikiwa sawa. Bwana sifiwe. Sasa hapa Biblia inasema heli mtu asiyefuata sauli la waofu, Bwana sifiwe. Yani ni yule mtu Mtu ambaye anaangalia mambo An, anakuwa kiafu kwa kila jambo anatenda. Bwana asifiwe. Ukiendelea hapa inasema hivi, Biblia inasema bali uifurahia sheria ya Mwenyezi si Mungu na kuitafakari mchana na usiku. Haleluya. English inasema the the law of the Lord and they study it day and night. Yani, yule mtu hutafakari mchana na usiku, hutafuta furaha kwa Mwenyezi Mungu kwa Maandiko, hutafuta furaha bora. Sifwe, hutafuta mambo mazuri kutokana na Mwenyezi Mungu. Yani uwa anafuata nini inaweza ikafurahisha Mungu wake. Bwana sifiwe. Yaani, ukiangalia tu vizuri inakuonyesha ya kwamba e, yule mtu ambaye anafuata Mungu huwa na furaha. Maana Biblia inasema ya kwamba anatafuta joy, furaha, anatafuta furaha kwa kuobe au kwa kutii sheria za Mwenyezi Mungu. Haleluya. Yani, hakuna kitu kizuri kama mtu akijua ya kwamba anatii sheria za Mwenyezi Mungu. Bwana sifiwe! Yaani, yule mtu ni mtu ambaye Mungu atahisi kufurahia na yeye. Biblia inaendelea kusema kwamba huyo ni kama mti uliopandwa kando ya vijito, unaozaa matunda kwa wakati wake, na majani yake hayanyauki. Kila afanyalo hufanikiwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Yule mtu ni mtu ambaye anafuata sheria za Mwenyezi si Mungu nao. Biblia inasema ya kwamba yule mtu ni kama mti umepandwa kando ya vijito, au kando ya mto. Bwana asifiwe. Huzaa matunda wakati wake ukifika. Haleluya. Biblia inaendelea kusema ya kwamba na majani yake hayanyauki, yaani yule mtu ameisi evergreen, yule mtu ameisi, yaani mtu ambaye ako na furaha, maana hakuna siku wataanza kuleta na juu na watu, maana yeye anaangalia sana selia za sa Mwenyezi si Mungu. Biblia inasema ya kwamba kila afanyalo ufanikiwa. Ufanikiwa, Haleluya. Yaani everything you do Mungu anakuja kufanya usucceed. Bwana sifiwe. So ya yeah, nataka kusemaje, eh, lazima saigine uangalie ni akina nani unaperekana na wao. Lazima uangalie mwenye naperekana na yeye tunaweza saidia na tu sa, kweli, if anaweza nisaidia, naweza nikandamana na yeye but kama atanitoa kwa Mungu itabidi nami ni mwondoke, ili nifuate sheria za mwenyezi Mungu. Maana mtu akifuata sheria za mwenyezi Mungu huwa anafurahisha Mungu, na ukifurahisha Jehova lazima mambo yabadilike. Biblia inasema kwamba utakaa kama mti umepandwa kando ya mti yani kando ya mto. Bwana sifiwe! Ati lolote utafanya utafanikiwa haleluya. Kwa hivyo, it is better kukaa kwa Mungu, ni vyema kukaa ukifuata zelia za Jehova ne jambo lolote utafanya utafanikiwa. Kwa sababu gani? Umetii zelia za mwenyezi Mungu, umetafuta fulaha kwa mwenyezi Mungu umejaribu sana kukanisa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo unaangalia usiku na mchana, usikosee Mungu wako. Bwana asifiwe. So eh, ni vyema. Bwana asifiwe, ni vyema ukae kwa Mungu, ukiangalia kama vile eh, kama wale watu wanajua dhikrudi, unaangalianga rini yako, una drive kiangalia rini yako na kwanza lazima uwe mwangalifu sana, juu lazima kwanza unatumia saidi mira. Bwana asifiwe, ili usikonganise gari, ili usikuje kufanya mambo ambayo hayafai. Bwana asifiwe, maana unaangalia maisha ya mwingine na pia wewe pia unajiangalia, juu hatuwezi taka kukufa ovyo ovyo, uase watoto wako. Bwana asifiwe So unakuwa mwangalifu, na kama vile unakuwa mwangalifu kwa barabara, lazima bwana asifiwe, lazima pia ukue mwangalifu kwa hii neno la Mungu. Bwana asifiwe, ukiangalia, hata kama ni Thika Road, huwezi ukatoka kwa hii lane uingie kwa hii lane na uingie kwa hii nyingine. Hapana, lazima uende na mpangilio. Lazima kama unataka kucheji line, lazima ya kwanza uangalie sdmira uone kweri iyo reni naenda kuigia kuna nafasi, bwana asifiwe. Mwenye ako nyuma ako distance gani? bwana sifye. Kwa hivyo utatoka kwahiyoreni, alafu uingie igine, bwana sifiwe, bila tatizo lolote, bwana asifiwe. Lakini wezi ukatoka kwa ilni eh, lini ya kwanza uende mpaka lini ya tatu, hiyo haiwezekani hiyo hata madriva wengine wataanza kukuogopa, wataanza kuona kama uko sawa hivyo hivyo. Ndivyo bado neno la mwenyezi si Mungu nalo linafaa kuwa unakuwa kiafu, maana ukifuata neno la mwenyezi si Mungu, imagine mambo yatakuwa sawa. Ukifuata neno la mwenyezi si Mungu, Mungu atakusaidia maana biblia inasema kwamba utakaa kama mti uliopandwa kando ya mtu ule unazanga mazao yake wakati wake. Bwana sifiwe. So nataka eh, kukwambia mtu wa Mungu, angalia Mungu, fuata Mungu, angalia marafiki naye, Mungu atakuongoza ni gioba ukaweze kubarikiwa sana, na ninajua Mungu atakusaidia pia kuchagua hata marafiki na atakuongoza kwa njia zake, nawe Biblia imesema lolote utafanya litafanikiwa. God bless you. Mungu akutende mema na akuinue kwa njia kuu. Kuna watu naona ona wananiangalia kina Josephat Sudhi na wengine wengi hapa, ni wengi. Mbarikiwe sana kwa kusubiri na kusikia neno la Mwenyezi Mungu. Mkuwe na wiki njema ya baraka.